Bado niko na ndugu yangu hapa ambaye tumeweza kusaidia hapa hata amenisaidia mambo mingi sana hapa Dani. Kwa nini pesa ilikuwa nimeingishwa huko kweli? Kuna kwa gaji. Siku nzuri. Umeona pesa ili kweli kweli hey? Au ni madugu yangu Mm -hmm. Aweza kupatikana kwa shida bwana. Eh. We, hata si, hata si gejua kwa crack ni wapi na kwenye mtu analipianga, lakini thank you sir. Eh. God bless you man. Bado ni kusaidiana. Yes. Eh. Sasa tumeambiwa tungoje dakika kumi hapa. Oh, wameachiwa. Hao makara wanaongea vibaya. Hataki kamera. Hataki kamera. Anasema atatuweka ndani. Sijui wame, wameona kamera aje. Eh. Eh. Yeah. Hata tuwagoje wapo. Tuwagoje tu anakaa, si ndio? Kama wamemaliziwa. Mm. Wa, yeah we are hoping for the best my great fans Ndolo. Uh, watakuja, tumeambiwa tungoje for 10 minutes, nikambia my brother here it is good well, we give you the update ya kwamba yeah, my my team wako sawa na ndio kila kitu iko sawa tumeweza kulipa. By the way, thank you so much sir. Okay, na 70k umenipea. Yeah, we hiyo nayo kulipa si mchezo bwana eh? Yeah. fire. Mimi, mimi ndio maana anasemaga na ugopanga sana askari akiwa kazini. yeah. Askari akiwa kazini, askari akiwa a askari akiwa kazini mm -hmm. Waacha kucheza na yeye. yeah. Yeah, yeah. Inakuanga hivyo. Yeah, so my people, nataka nikiwaona kila kitu itakuwa sawa, uh, kila kitu itakuwa sawa sawa kabisa Yeah. Mhm. Mm, si kama unaona hapo kwa gate. Eh? Gari kama mm. Ana anafanya hapa, kuna makara wengi lakini yeah. lakini hawezi tuuliza, sio? Right. Eh. eh. hawa hawa hawa ni ni wa hawa si Kenya Police Police, ama National huko huko ndani ndani. Mhm. Kuna kuna aje matusi unakutananga nayo? vile mtu anaweza kuliwa matako ni kweli?

Ya ya. Kuchoka bwana huku huku. Uh-huh. Kulalia simiti. Eh, ndugu nimekusalimia. Eh, umenisalimia oh. Bwana, umekuwaje, Mr. Sao. Doro? Pali hapo si pali pazuri bwana, nisaidia maji <laughs> <laughs> eh, champi mpea hiyo maji kwa hapo kwa bag ajia <laughs> <Mejiyo> pali pale a <laughs> Mm-hmm. ah, watu ni washenzi sana. Okay. anakupeleka mbio akusema koli ni watu washenzi kabisa. Eh. Najua mimi hata nagojea nini? Eh. Okay, hii ni ya baadaye lakini mimi na target sasa OCS. Yes. nasasa Mm-hmm. na huyu karamu namuita Kibet. Okay. Otherwise ni vile tu tulikuwa hapo ndani kwa hizo ofisi. Maneno hapa wewe. Eh. E, usiwataja bwana, tutaki vita man. So eh, lakini taktamana mimi naacha nikuambie tu kweli. Unajua sikuwa na haki. Sauti yangu hata sahi unasikia <laughs> hii <laughs> sauti yangu inafanyanga watu wanichukulie kimakosa. Iko down. Hapana. Eh. Sasa unajua mimi siwezi ongea kama Kadem. Ni kweli. Na sasa hii ujue obvious nimejaribu minimize. Mhm. Mm. Ati ndio ina. Unajua one thing. Mhm. Ile kitu ilileta shida sana ni kumwambia kumwambia tuta sanitize simu yake. Shida yote ilitoka kusema tuta sanitize simu yake. Mm -hmm. Na hiyo nakuambia lazima tu sanitize. Hiyo nakuambia make sure tumesanitize na ikiwezekana, mm -hmm. yeye wakiwa wawili hivi mi hmm, hata sihitaji mambo mingi, nipatane na wao kwa bao. <laughs> wakuje wakuja <nu>, wakiwa wawili <laughs> hivo tu, tuangaliane hivi e, niwaulize maswali. Unajua kitu ya kwanza, Dave, acha nikwambie Dave, e, kuna right ya kuona mtu ambaye ame, ame, amefungiwa. Kuna right ya kuuliza maswali akiwa amefungwa, e. Hata ukiwa rafiki kama familia yake iko mbali, unafaa kwenda kujua. Ni kweli. Kitu ya pili, unafaa kujua ama uone kitabu ameandikiwa nini mm. ni kweli? yes. ama usome. Haya, kitu ya tatu, ukishaona chenye ameandikiwa, ngoja, kuna obi book. Ukishaona chenye ameandikiwa ni unafaa uione, uambiwe amestaki. Najua mko njaa sana. kwanza ningewatafutia kitu mnaweza. Sawa, ngoja kidogo, okay. Tumekaa njaa mpaka tumezoea bwana. Alafu uonyeshwe. Acha niwatafutie kitu. Kwanza mpate energy. Unajua unaona hauna energy. <tutu> <tutu> e, eh, Elvis, salimia watu. Tukiendelea. Wacha hasira. Hakuna hasira, hakuna hasira. Unajua alipo kwa namna gani? Mtu anafaa kuonyeshwa. Shika hii, shika hii. Ngoja, ngoja, ngoja. Hii ni kubwa. Ni mingi. <tutu> <tutu> <tutu> Yeah. Unajua unafaa unafaa uonyeshwe. Mtu akija kukuona pale lazima aonyeshwe chenye umestakiwa nayo, exhibit. Ngoja hawakutaka nione obi, tuone obi. Hawakutaka ku, hawakutaka tuone exhibit. Hawataki simu yao isanitaiziwe. Hatuna right ya kukuona Unajua zozote nilifanya mimi wewe ulikuja. Wazee, wacha nikuambie kitu wabi moja hata nimeona niliingia hiyo bangi. Niliingia ndani hiyo bangi wangekupatia kwa nguvu ndio. Unajua mimi hata mimi silali

Yikuwa... walikuwa nadhani nitawapatia hiyo hmm. hiyo password ya nini ya hiyo channel unaona hmm. So, sikusikia ile masaa ni waliniita aka akakuja akaniuliza tini ni alafu mzee na pia ni alafu, mimi nasikia njaa man mimi niko njaa ni kwa alafu, unajua sasa ile shida iko mimi najua kuna huyo jamaa tutaletana juu unajua, nilimwambia nipatie simu ni switch account yangu hapo ndio niweze kufanya mambo zangu na simu alafu nimrudishie <laughs> sasa ule na ilichukuliwa wangevuga najua watu wamepiga simu yangu. <laughs> Sasa so, huyo mzee utampatia simu gani na nani mwenyewe? Unajua <laughs> kwanza sasa katururu alikuwa katururu alikuwa na line. Unaona? Alafu nyingine nilikuwa nime switch account yangu hapo hii juu ya WhatsApp na nini. Sasa zote mimi hata ni kama sitakuwa na nunua simu ya pesa mingi. Mimi nikinunua tu simu hivi hata imalizangi wiki mbili wiki tatu. Hiyo nyingine hata nimetoka, hiyo nyingine niliendanga nayo huko kwenye kwa kubali. Lakini wakati nilala, wako pea bangi na nguvu. Ana unajua ananiuliza oh, e, <laughs> uliza. Wananiogopa nakwambia <laughs> kama ungeingia huko peke yako. Unajua, kuna huyu jamaa alikuja akanikanyanga hivi, huyu karau alikuja akanikanyanga hivi mguu nikiwa nimelala nimejikunja hivi, lakini sikuwa nimefunga macho vile, nilisimama hivi niliona niliona vile nilisimama hivi, alikuwa anataka kuja next kwako. Unaona ile masaa yenye ulitangwa yenye time limba mfagio kwa nyuma, ukaniacha. Hao jamaa waliacha wakiniuliza wewe ni nani na mimi ni nani, nikamwambia huo jamaa, acha tu nikwambie tu ukweli, kutulia ni kitu mzuri sana, lakini pale mimi nilikuwa na haki ya kuuliza maswali kabisa lika na haki ya kuuliza maswali. Juu hiyo ndio ile maswali inafaa kuulizwa pale hapo. Unaona huyo huyo CS hiyo kiti yafaa kuwa amekalia hiyo kiti ya CS. Juu hapo sio pale pa kudhulumu watu. Hiyo kiti ni kiti ya kuhudumia watu. Pa, pale ni utumishi kwa wote. Wanasema tuliwatusi. Na wapi? Kumwambia sanitizewe. Mimi mimi naulizaje? kuna kitu sizielewa vile tumekuwa tunatoka hapo. Hiyo yenye tumeambiwa tutakuwa tunaenda kuitika tukiwa nje. Bado kwani makosa yetu haijaisha ama? Hii unajua, kuna pali sasa, wakitafutia makosa wakose waone. Hakuna anaanzanga ku divert mambo hivi polepole polepole polepole mpaka pole, inafika pali. Harakisha hiyo mkate bwana, niichambue. Mimi nashukuru Mungu kama nisi tumetoka. Wewe umebeba vitu mingi ukiingia kwa nyumba wewe inabidi, lazima lazima, yes, lazima inabidi lazima nitanyoa hiyo, umebeba vitu mingi Shika, shikeni hapa, unabeba vitu mingi. Sikia vizuri, maziwa iko hapo. Mkubwa, naulizaje eh? hivyo vile tumetoka hapo tukaambiwa ati tutakuwa tunaenda kuitika yes. Kwani makosa yetu bado haijaisha, ama ama hiyo kuitika wanamaanisha nini hiyo? Sasa wanataka ku divert attention sasa, ndio iende, waende wakimaliza, mm. Najua sasa makosa ikosekana, hata unaweza sikia sasa tunaenda huko kwa kufagia huko nje, naona ama amemaanisha nini mkubwa? hivyo vile ndio amekwambia ah, ati Tutakuwa tunasema kwanza muende date 28. Mtafanya nini? Let, date kwa kwanza muende. Umeangalia takuwa siku gani? Acha eh, niangalia hapa. Acha niangalia hmm? hata naona nipigia acha nisikia nasema kama kuna kitu umeacha. Hawezi <laughs> na kuturudishia ni masimu na nini na uwe usiwezi kukubali. Najua lazima zidi watu wa media mm -hmm. Alichukua hizo simu akifikiria watu tisini watu wa media, tuta, tutawarekodi hey. mm -hmm. hii tuna samanga ijanguka mapema hmm? Ijanguka mapema hmm. <laughs> <laughs> inaanguka unachukua bwana. Hiyo wote utamaliza. <laughs> Ndio nako tena. Na ijaokota jokes bado. Mimi nanyi, hawa watu wa konde. Mnaona kama hautashiba. Yaani yeye anaona kama moja kanaanguka chini, anaona kama hata shiba. Sume hii, usikae kama okulana sana. Jo, watu wanaweza pita hapa, ashangaa jamaa anakula mwenzao kilikuwa kimevimba hapa nyuma, kilikuwa kinaniita tatiruse ati, mimi nitakuwa naita ruse kutoka hiyo si, uh. Kutoka leo wewe utakuwa unaita ruse. Nikashangaa, dada yako ni gani? Umeona advantage ya mwili, wacha hivyo watu wanasemanga. Umeona advantage ya mwili, nataka kukua kama yeye hivyo. Yani unaingia sasa, unaingia sasa mpaka yule jamaa wa hapo, hapo, kwa, kwa gate mwenyewe anashangaa. Umeona advantage ya mwili mm -hmm. Mm -hmm. ungefanya mabibi zao. Kirusi. Sikuwa na kutoka karibu mahali huko lakini Mungu, unajua na mimi nakupendea nini unakuanga very cooperative. Unaona vile nakuambia huko ndani ulikuwa unafanya hivyo, hiyo ndio ile kitu tu alivyo mimi nakupendea. Unakuanga very cooperative. Unafanya hivyo nifanye nini? Sina mwili hii mwili yangu, unaona sasa ukikoperate hivyo.

Ya ni hata mimi nimejaribu kumwangalia, nimeona nafanana na kama Dave, hawafanani kabisa. Nauliza hiyo jamaa mwenyewe, mkati naye hapa, sijui ameenda kununua maji pale, ni nani? Hmm. Okay, nataka, nataka, nataka huko kuja huko kuja kwa nini mpaka siku yetu ya kwenda kotini. Mimi niliangalia okay, nilizungusha macho huko nikazungusha macho huko. Alikuja akiwa amechelewa kiasi nikashangaa huko, mkubwa jamaa walikuwa anamwangalia hivyo. Hadi ah, wa hey. Hadi bangi wanakuja nao walikuwa wanataka Elvis apewe, nilikuwa okay. Uh, nikiwa nimecherewa maidadi uh. Najua bado uh. Wako eh uh. Bado hajasikia uh. Kwa kabisa alikuwa amepewa ruhusa hiyo uh. So, siku yenye ilikuwa yenye tuivaa tupatane uh. Nikamkibiza hospitali unaona uh. So mm, the following day, mm, nikapitia huko kwenda kumpelekea chakula nini nini mm, nikapata masai maisha. In fact hata nilipata Fredia kitoka. Mm. Mm. Nikamwambia nilijua tu, hata niliambia Ndolo, nikamwambia venye umeona mdozi hajakuja lazima kosa kujai saa ya saa nane tuliingia wakati nilikuwa nakuja, na kuja kaja mshamaliziwa kitu hapo saa Kwa sababu ya unaona hiyo chakula ya huko mimi, unakubali nini? Si unasikia mi mimi nawahitaji kwa koti, nilisimama. Uh, uh, nikasema no, no, chakula ya huko unajua nimeikataa. E, unaona jana <laughs> jana Jana yeah, nilikuwa naomba kusitoke vurugu juu. Nilikuwa Jana nauliza kusikue na vurugu juu, nguvu imeniisha niko na mm, njaa. Naona watu wanaendelea kusubua Elvis kila siku, hata kuna jamaa alikuwa ameanza kumuita sijui unajua ndio atakuwa Ruse. Ananiita ati Ruse, unajua ndio hawa majamaa wanakulanga watu nyuma huko Kani. nilikuwa naomba Mungu Unajua mimi nilikuwa naomba vurugu isitoke jana yeah. Juu nguvu ilikuwa imeanza kunisha njaa ya njaa yeah. Tu tunaji... <laughs> lakini mwili inafanya waogope yeah. Sasa... na, na ile jicho yako alafu sasa na niko <laughs> <laughs> <nilikuwa natoa jicho. laughs> <laughs> na njaa sai kuonyesha nimeisha yeah. Wakiongea ama waitane yeah. Nauliza unasema nini? yeah. Hata kuna watu wengi sana wameingizwa huko na kesi za bangi wakitoka. Eh. hata mimi nikashangaa kwani hiyo ni, ni chuki, lakini chuki yake ilikuja tu vile nilisema e. asanitaiziwe e. mm. na by the way unajua niliweza kuchukua hiyo simu yake hata niko naye hapo. Ha, aitwa Senior <laughs> alafu mkubwa. Watu hao watu nafaa ukue safe sana. Hao watu sijui, sijui nini wanauliza channel mm, eh jua alikuja hata ukiuliza dola alikuja. Kuna siku walikuja akaniambia, ati umewambia ati channel yako kwa simu yangu, ni jana usiku mm, ulikuwa uh, jana usiku, jana usiku alikuja, alikuwa alikuwa amekuja siku alikuwa anataka password. Hata sasa inasikia wana shida hapo, kiati kama anipigia, lakini sasa hivi unajua, doro, uko hapa huyu na lazima hapahuyulazima hiyo simu Unajua ile yes, yes, kitu tu <laughs> tuweke, video waki yako lazima tu wakati e, watu wengi sana tulienda pale na mdo, <tutu> wa eh. Na watu wengi sana wan... wanna, wanaona ni kama nifanya makosa mm, lakini unaona mtu kama uyo, ki, amekalia kiti kama ya kuhudumia raia mm, ameanza kutumia vibaya mm. Usipembeleze punda kwa mtelemko <tutu> ameajiriwa hapo juu yako, na wakati unaenda pale na swali ambayo liko na haki anakudhulumu

Unafaa ukane Marenia huko Jenzi, huyu ni Marenia. Mungu, nakwambia, nakwambia hiyo day tu nilitii kwa sababu niko unaona, hiyo hizo premises singeleta fujo, lakini unaona, kama tulikuwa hapa nje tulikuwa tulipata huyu, mnamuita nani huyu, Kibet hapo wakiwa na huyu huyu, alikuwa anaita nini, Fred alikuwa anamuita ziu jangili ijua kimutusi atikazi ya yake ni kuentertain wanawake hapo. Kama hiyo maneno ingekuwa nje ya ofisi hapa kwa Kagita hapo hivyo, mangumi angekutana nazo, angenijua vizuri uko. Nasemaje Mr. Doro, pesa ilikosekana, liingia lai, tukapata 25,000 faini ya pesa ngapi walisemea hapo 40,000 mimi nilipigwa 65 so tulikuwa uh -huh. oh, uh -huh. na mimi yeah, so tukue na na 110,000 live live Doro. Doro Doro, hapo nilikuwa, eh wacha nikuonyeshe bwana, watu wakasikia Doro wao wameenda wakati. Walikuwa wananiangalia tu. tukue na watu wakasikia wao wameenda wakati maneno nataka kutaongea sasa, nikuambie maneno yote mm, takuchanganya akili. So, hebu niambie, ah, ah, niambie ukweli, kama hawaku ni support, hawaku ni support. Tell me. Tulipata 25000. 25000. 25000. Yes. Watu ambao wanapigia simu wananituma kazi kwako <laughs> na ile sasa mliambia mlikuwa na... Hebu hebu hebu cut your story short. Okay. Usianze kuniambia sasa ni vitu umeuza, sijui umekopa pesa Usianze kuniambia sijui umeuza vitu sijui nini. Yaani wananitumaka kazi kwako alafu wananipigia kama simu ati nikuja nikusaidie, halafu naniambia walikupatia 25,000. Uliwaonyesha kwa simu yao kwa kamera? Ya, nilikuwa life. Na hiyo live ilifikia watu 20,000. Asanteni. Na... sana ma fans. Kama naweza enda ndani mpatiane 25,000 devia tukihitajika 40,000. Mimi hata dawa ilikuwa ananiambia hiyo siku Leo sini akienda tu hivi. Mimi hata ni... Ni sawa. Economy ni mbaya light away. Uh, watu wanasema ni kubaya by the way. Sita wa blame juu yenyewe, kuna wakati mtu anakosanga pesa hmm. lakini kulingana na ile energy wanatumianga kuniambia hmm. Doro, usiachwe na bevu nyuma ukienda pali pali, akienda pali fulani ukienda

lakini hakuna mm, eh, mm, kitu mm, mtu lakini, unaweza tu hata bila kuenda sana, unaweza niguzia tu briefly. Okay, siwezi kuguzia kwa saa hii kwa sababu nitakuuliza tukienda tukienda live, hiyo tutaenda live leo. Mimi nimechoka mazi, amesema ameenda kunywa maji. Huyu anaitwa Dani, huyu anaitwa Elvis na huyu akitwa Elvis, huyu ni Ndolo a ni yeye tulikuwa tunataka kutoa Dani. uh -huh. wakiwa na huyu. Oh, ah, yeah. Thank you so much. By the way, huko we machochoro sikuwa okay. Najua, oh. Yeah, nae najua mashimo pia. Mm -hmm. Ingia ndani eh? Eh, hey, eh? Hapa nimeingia. Wewe ni mtu wa kangorio. Jail bar. Sasa, Sasa strong, strong strong, man. Sasa, what we have done eh? Mr. Mm. Doro vile nilikuja nikaongea na wewe we pale. Mhm. Mm, nikakwambia kwamba unipatie funguo ya motorbike. Mhm. Mm

Hmm. Na akatupatia elfu sabini hmm. Then pale ulikuwa umeniambia nienda nichukue kwa duka fulani hmm. Nikaenda nikachukua ile hmm. Na pia huyu enyali ilikuwa kwa simu yake hmm. Tukaweza kulipa, so huyu nikitaka mjuane, mb so ile wakati utapata hiyo pesa, ni yeye utaletea hiyo, aweze kufanya nini kukupatia hiyo motorbike. n mmeuza? yeah. duhi yeah. sikuuza sasa nilipe loan on, okay. Loan ya pesa ngapi? 70,000. 70,000 na iko na loan ya mia. Imebakisha. Tumechukua kwanza mtu aokoe hapo. Hivyo unajua mimi kama gari yangu saisi yangu. Hata naendaga nayo nikijificha. Si unaona hata kwenye nashutia ni kwa majani. Eh? Mm-hmm. Sasa niulize. Pesa ya kulipia loan ya ndudi ndudi siku iko na Dennis. Sasa hivi iko na Dennis, iko na Elias, ni nyongeza ya kulipa kila siku. Already,